Ulikuwa mwaka 1974 kijiji chetu kilikuwa kina amani na upendo. Bibi yangu alidumisha mila na jadi kama ilivyo desturi ya Mtanzania. Watu wengi walikunywa pombe aina ya berenge na manzuki, huku wakifurahi kwa pamoja. Zilipigwa ngoma mbalimbali, huku zikiimbwa nyimbo za kimila. lakini wakati huo ulikuwa ni wakati huo, kwa sasa ni ukurasa mpya na uvumilie shida matatizo, wanadamu kawaida, usikate tamaa, jikaze. Barida we matatizo matatizo, eh. Jikaze matatizo, tumombiwa viumbe hai Jikaze matatizo, tumumbiwa viumbe ai, usilalamike, utamkufuru letuleta duniani. Achana zile, zama hizi zama mpya, usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Yeah, achana zile, zama hizi zama mpya. Usitupe kitabu fungua kurasa mpya yeah, yeah, yeah, yeah. Jikaze matatizo tumombiwa viumbe hai kusilalamike, oh, oh, oh, utamkuvula letuleta dunia Jikaze matatizo tumumbiwa viumbe hai usilalamike utamkufuru waretu reta duniani. Mambo. Sawa. Picha nzuri, umeipenda? Sana. uh... Naona ndo unaimalizia malizia hivi, haijakamilika uh, bado ya, yeah. Na na hapo ndo sehemu ambao waga nachorea picha zangu. Wow. muda gani kuichora ile picha? Nilichukua ah. Muda mrefu sana mm. Una kipaji kikubwa sana vipi ulienda shule kusomea kuchora ama hapana? okay. wow. ni kipaji ambacho nimerisi kutoka kwa bibi yangu okay bibi yangu alikuwa ni mchoraji mashuhuri sana nafikiri mungu alimbariki kipaji cha kuchora yaani alikuwa na uwezo chora mtu kama alivyo, unaona, unaona we hapo ulipo, mm. Alikuwa na uwezo wa kuchora hivyo hivyo kama ulivyo, jinsi ulivyoshika tama mm. Alikuwa na uwezo wa kuchora kama Mwada ulivyo. Kwa hiyo kama umerithi kipaji kwa bibi, basi utakuwa umerithi vitu vingi sana eh? <laughs> unaweza ukaniambia, so, bibi yako alikuwa ni mtu wa aina gani? Yeah, bibi yangu alikuwa ni mwanamke mmoja mcheshi sana alikuwa okay, mpenda amani, alikuwa ni mwanamke wa Kiafrika na pia alikuwa ni mchapakazi. Kwa hiyo wewe ni kama basically ni kama a, umelelewa na bibi, basi utakuwa umedekezwa me sana, kwa sababu mabibi kwa yeah, kudekeza wajukuu yeah, lakini <laughs> lakini <laughs> kuna yeah, kitu, yes, nataka nikuulize, nami nimependa pia kazi yako kazi yetu ni ngumu sana kwa kweli. Okay. <laughs> Kuna kitu nahitaji unisaidie, na imani unaweza ukanisaidia, just tell me <coughs> kama kiko kwenye uwezo wangu. Kuona toka kipindi marembi vyangu amefariki lika, okay. Nyumbani pale naishi na babu yangu, babu yangu ni mgonjwa sana na mimi pekee ndo ambaye ananitegemea. Okay. nafikiri ingekuwa vizuri zaidi kama kuna siku moja umekuja nyumbani pale ukatembea ukamwangalia, na imani unaweza ukajua nini kinamsumbua. Well, usi- usijali nitakuja auka, kwa sababu pia ni moja ya kazi zangu, kwa hiyo sina budi, ila in one condition, kama usini promise utanichora <laughs> picha yangu nzuri sana, nami nakupromise nitakuchora picha nzuri.

Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Kwa hali aliyokuwa nao babu yako sasa hivi huwezi kumwona. Kwani kulitokea nini? Nilipigiwa simu kwamba amezidiwa na ameletwa hospitali lakini kitu ambacho nachokiomba kutoka kwako, yani jitahidi ni kadri ya uwezo wenu, mweze kuokoa maisha ya babu yangu, sababu so babu yangu ndo kila kitu katika maisha yangu, yani bila yeye mimi siwezi kuishi. Usijali hilo, ni juhudi letu kama madaktari, tutalishughulikia hilo. Nami nitashukuru pia, yani kiukweli, nitashukuru sana, nitashukuru sana do. Jitahidi, doctor please. Nawaombeni sana taofu kwa hilo. Sasa so, ah, hii ningefanya kwenda nyumbani pumzike, ili upate kurudi baadaye. Okay. baadaye. Mimi nawatakia kazi njema, nawe pia. Sawa. Hebu naomba uache maji, alafu unawezaje kwenda chooni bila maji? Yaani kama ulikuwa upo unaona thamani haya ya maji, basi wewe ungekuwa wa kwanza kuamka kwa na kwenda kuchota bombani. Sasa kwani kuna shida gani kuchukua maji ambayo umeateka wewe mimi nikayatumia? Yaani ingekupo kipindi cha, cha, cha ukoloni, tungesema huu ni ukoloni na mamboleo, lakini hiki ni kipindi cha digital. Yaani hapa nilipo nina hamu nichukue kichwa chako Alafu nikupeleke katika ile shule ya Memkwa ikufundishe mambo makuu matatu: kwanza urafiki na mazingira, pili stadi za elimu ya kazi katika eneo husika unaloishi, na tatu ni kusoma nyakati juu ya jambo unalolifanya. Kwa hiyo maneno yote unaongea kwa ajili mimi kuchukua maji yako na kwenda nao chooni. Eh, sasa mimi naomba niyachukue kisha nayarudisha. Ah, ah, mimi sitaki uyatumie, nataka uende ukateke, alafu ukija ndio uende ukayatumia. Masaganya, kwa hali niliyokuwa nayo hapa siwezi hata kuinua mguu wangu na kuelekea bombani. Mbona unaninyanyasa Masaganya? Una maana uje kusoma tebo katika maisha yako sasa eh? Mimi naomba nikayatumie kisha nayarudisha. Hii tuko kwenye hesabu ya sawasawa, ni sawasawa na useme moja jumlisha moja ni sawasawa na mbili, au moja toa moja ni sawasawa na sifuri eh? Masaganya, nipo kwenye hesabu ya kutoa, naomba niatoe kisha nitayarudisha Eh? tatizo liko wapi ndugu yangu Yaani, leo umenifurahisha sana na mfumo wako wa hesabu lomoja. Na sasa mimi ni kuruhusu uyatoe, alafu ukienda bombani ukija uyarudishe. Sasa hebu shika na sabuni. Sabuni ya nini? Natamani siku moja uje utimize ndugu zako ndoto zile ulizonambia. Mdogo wangu unapenda kuwa rubani siku moja. Ee Mungu, ifanye ngumu kuwa nyepesi kwa mdogo wangu kipenzi. Wala usiku moja yaone machache, kati yale alikuwa na dhamira nayo. nani? Monika. Nani? Monika. Mbona bu, usiku sana <sighs> uh, nimemletea Naomi daftari langu la physics ili akopi leo, maana smona shule. Naomi wanauma masikio yanauma yeah. Maana simuona shule leo. Basi sawa, naomba ni nimwone kwanza kidogo. Hayupo ndani, yuko hospitali kalazwa. Kesho ukirudi shule, mwambie mwalimu mkuu, lakini nami nikitoka hospitali nitapitia shule kwenda kumwomba ruksa. Basi sawa, kaka, ila anakuomba ukienda hospitali

Samani, kaka, muda kuangalia ugonjwa umekwisha, ni wakati wa kumhudumia. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya. Kaka, najua unahangaika kwa ajili ya, sijali, nakupa wakati mgumu sana kipindi hiki kilichobaki ila naomba nivumilie, Naomi

Naona dunia inabadilika kama maisha pia nabadilika. Na na karibu naingia kwenye historia walokuwepo kwa maana, mwenye mali ndiye mwenye yali kuliko miti wa mali, hata historia inabadilika wakati wagonjwa wengi wanaumwa kwa watu wanakufa, na wake zao kama si wajali presha, hata wengine yanakuta kwa mambo ya kufanya kuchoma moto sababu ya wingi, ila wanakufa kwa maumivu makali ni wale wanaonewa

Hivi kwa nini tunarumbana eh? Wakati ulifanya vizuri tu hesabu yako ya kujumlisha na kutoa, ni kwani umeenda umetoa, sasa ulichokijumlisha kiko wapi? Mimi nadhani hukunielewa tu. Kwenye hesabu kuna kupata na kukosa. Siku zile nilijumlisha nikapatia, leo nimejumlisha nimekosa. Tatizo liko wapi? Sasa unajua, usiniletee habari zako kama za Nabii Musa na Wayahudi hapa. Sasa habari za Nabii Musa na myauli zinatoka wapi tena? Yaani kuishi na rafiki kama wewe ambaye si muelewa ni kipaji kabisa, yaani ni kipaji kweli kweli. Masaganya, hizo ni dharau. Sasa hivi mi nisingeifanya hesabu ile siku zile we ungeijua hesabu ya kujumlisha we na kutoa we ungeijua? Hivi jamani, kua na masaganya ugovenu utaisharii na sababu kubwa so ugomvi ni mbona, mi nashindwa kuelewa Yani sababu kubwa ya ugomvi huu ni hesabu ya kujumlisha na kutoa, kama tungezifanya kwa ufanisi hesabu hizi, haya yote yasingetokea. Em, kuwa nielezee wewe, maana masaganya mda mwingi amekuwa akikulaumu. Mimi nashindwa hata kuelewa. Jamani dadangu, mi nitafanyaje? Kama mtu unamwelewesha jambo dogo analikuza linakuwa kubwa, mi nitafanyaje? Mwacha ongee, uwanjani wako ongea. Okay. Yaani hapo nimejifunza kitu na nilichojifunza ni kwamba hasi na chanya ni vitu viwili tofauti kabisa, kwa sababu hasi jumlisha hasi, jibu lake ni chanya, lakini chanya jumlisha chanya haiwezi kuwa hasi. Na kuanzia sasa, ili jina la mkuha analifuta na nitakuita zero. <coughs> <coughs> Eh, hey, wewe ni zero, tena ni zero kabisa. Subira. Kuna haja gani ya kuwa na simu? Kwa nini? Nipigia muda mrefu sana uje shika simu. Ni kwa, kwa mbali na simu. Nilipokuta mistiko. Simu yangu ina hiyo. Kwa ina pesa lakini tafadhali nipigie nani. Eh, basi, samahani. Hapo mbio zako ndo zimeishia, kwamba msema alafu, anasema wanipenda Subira. Mtu unampenda unaweza ukaa siku mbili nzima hujawasiliana. Unajua kama Naomi anaumwa toka usiku wa juzi juu zikamke? Hmm, hapana, huwezi kujua, kwa sababu hauna mapenzi ya kweli na kwamba ubadilika nitazama huko akinicheka sana, mana maisha yamenipiga mpaka. Nakumbuka zile zamani, huzuni imenitawala, sina hata mtu wa kumlia shida. Nafosi sana mchana, mengi yananipita mimi, ninalala jao. Oh, ukurasa mpya na mambo mapya, ukurasa mpya ukurasa mpya na mambo mapya ukurasa mpya na mambo mapya ukurasa mpya kaka waleo wadada ukurasa mpya mama waleo wababa waleo ukurasa mpya wabibi waleo wababu waleo.